Leo nataka nikuonyeshe siri moja ambayo watu wengi wanauza followers hawataki uijue. Nitakuonyesha uh, biashara ya kuuza followers ambayo inafanyika kwa siri siri sana. Unavyoona watu wengi wanakwambia tunauza Instagram followers, tunauza TikTok followers, tunauza YouTube subscribers. Nitakuonyesha siri ya hiyo biashara na jinsi ya kuifanya ili na wewe uweze kuifanya leo na kuanza kuifanya. Uh, hii ni biashara ambayo watu wengi hawapendi uijue. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu biashara hii ina faida kubwa sana, ina faida kubwa sana. Unaona, hii hapa ni website ambayo inaitwa victoriaboost.shop ambayo unaweza ukaenda huko ukanunua followers uh, kwa kiwango ambacho unataka sasa. Nitakuonyesha namna ambavyo unaweza ukafanya biashara kama hii ya kuuza followers na wewe ukawa na website yako. Kama hii hapa kwa ajili ya kuuza followers. Kwa hiyo, siri ya biashara hii ni biashara halali ambayo haina stress, haina gharama na faida yake ni kubwa. Ai, ni halali kwa sababu social media zinaruhusu kuongeza followers, kuboost followers. Haina stress kwa sababu unaifanya tu automatic, sio lazima uifanye manually labda kuanza kufollow watu moja moja haina gharama na ni faida faida yake ni kubwa kwa sababu unachukua kwa, una, una followers kwa provider na unakuja kuwauza kwa bei ndogo. Sasa uh, tukiendelea, unaona wale watu ambao wanauza followers mara nyingi huwa wanawauzia watu mbalimbali mbali. Watu wanawauzia sana, kuna wale wasanii, kuna wale influencers, kuna wanasiasa, kuna wafanyabiashara, kuna wale stars wa mtaani wale tunawaita uh, mawinga, kuna wale watu wote ambao wanahitaji followers ni wengi sana. Watu wengi wenye brands, wenye accounts zao za social media, watu wote wenye uh, account zao za YouTube channels, watu wote wenye channel za uh, TikTok, uh, na channel nyingine zote wanahitaji followers. Kwa hiyo hiyo ni biashara ambayo unatakiwa kuifanya na unatakiwa ujifunze kuifanya kwa sababu bado ni mbichi, bado inahitaji inahitajika kwa wingi. Kwa nini followers? Kwa sababu followers wengi huwa uh, anatumika kama social proof. Social proof inafanya wateja wamwamini huyo mtu mwenye followers wengi na waendelee kumfuatilia. Kwa hiyo unakuta abda mfanya biashara yeye ana akaunti yake ya Instagram, labda anauza nguo. Sasa ili watu wamwamini, anatakiwa ana followers wengi. Ah, wote tunajua kwamba ukikutana na uh, akaunti labda leo umeingia Instagram ukaona akaunti ina followers 10. Hata kama inauza kitu gani cha muhimu sana au cha cha bei ndogo, utashindwa kumwamini huyo mtu. Lakini ukikutana na akaunti ambayo ina followers wengi au ina engagement nyingi na watu wana a, wana, wana followers wengi, hata kama anauza kitu cha bei ndogo, utajikuta umekichukua hicho kitu au umemwamini kwa haraka. Kwa hiyo ndio faida kubwa sana ambayo inasababisha watu wengi wahitaji followers. Pia kuna wale wanasiasa wa wa, wa, wasanii wenyewe ili wanahitaji followers ili onekane kwamba kazi yao inafuatiliwa sana. Kwa hiyo ukiwa uh, na followers 10K, unakuwa ni brand kubwa uh, unaonekana na, uh, na kuaminika haraka kuliko yule ambaye hana followers wengi. E, kwa hiyo biashara uh, ya followers uh, nitakuonesha ninavyofanya kazi. Biashara yenyewe ni rahisi sana kwa sababu Uh, hautumii nguvu, unaweza ukatumia simu yako au uh, kompyuta yako uh, ajili followers. Followers ya katika accounts za watu kuweka subscriber kuweka chochote, wao wana simu nyingi, wana vifaa vingi. Kwa hiyo unachokifanya ni unachukua, kwa hiyo bei ndogo, unakuja kuuza kwa bei kubwa mfano unaweza ukaingia katika uh, website ya hii hapa victoria digital dot victoria boost dot shop. Ukiingia katika upande wa huduma, utakuta hapa nimekwekea, amekwekea followers fano hapa anauza instagram likes elfu moja kwa shilingi mia mbili hamsini anauza kitu kingine hapa instagram followers anauza elfu tisa na mia tano followers elfu moja hapa nakuonyesha mfano, ni unachoweza kufanya ni unaweza ukanu, ukatafuta mteja labda ambaye atakulipa elfu kumi na tano wewe ukaja ukanunua hapa kwa shilingi elfu nane ukaenda kuwauza kwa elfu kumi na tano Kwa hiyo tayari unakuwa una faida kupitia au followers ambao umewanunua. Kwa hiyo unachokifanya ni unatakiwa uh, uwe na website kama hii hapa ambayo kama hii website mfano wake ni victoriaboost.shop nitakuwekea hapo kwenye description. Ambacho utakifanya, uh, hii ni website ambayo unatakiwa nayo hapa, utakuwa unauza followers wa aina zote wa TikTok, wa Facebook, unauza YouTube subscribers, unauza uh, followers wa social media zote. Sasa ukisha kuwa na website kama hii uh, inakusaidia kuweza kuwapatia watu wanatengeneza account, wakishatengeneza account wanajiunga wakijiunga, wanakuwa wananunua followers kwa bei ambayo umewawekea. Pia unaweza ukawa unawatafuta mwenyewe manual, labda WhatsApp, wanakuja wanakupatia hela, unawawekea kwenye akaunti zao. Pia wewe mwenyewe unaweza ukajiunga ukawa unajiwekea wewe mwenyewe followers kutoka kwenye hii Victoria Boost.shop, unajiwekea kwenye akaunti yako. Kwa hiyo mfano, unaweza ukawa unanunua labda followers 1k wa Instagram uh, kwa shilingi elfu mbili unauza kwa elfu nane au elfu kumi unajikuta una, una faida kubwa sana. Kwa hiyo, soko ni kubwa sana kwa sababu wanaohitaji ni wengi. Kuna watu wa crypto, watu wa betting, watu wa trading, watu wa fashion, watu wenye biashara ndogondogo, watu wanaouza online, wote wanahitaji followers. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweza kupata hiyo huduma ya kujifunza namna ya kuweza kutoa hiyo huduma ya followers, alafu unaanza kuwafikia hao watu ambao uh, tunajua wanahitaji followers. Kwa hiyo kila mmoja anataka followers ili aonekane mkubwa. Mfano, mimi mwaka jana pekee niliuza kama followers kwa watu kama elfu mbili. Aa, na bado demandi ni kubwa, kwa sababu mtu akichukua followers leo, akichukua followers elfu moja leo, kesha atataka followers elfu tano kesha atataka followers elfu kumi Kwa hiyo bado demandi ni kubwa na itaendelea kuwa kubwa. Je, hawa followers ni salama? Ndio, hawa followers ni salama kabisa, kwa sababu wanaruhusiwa kabisa na Facebook, wale Instagram, wote wanajua kwamba uh, watu wanahitaji followers. Kwa hiyo a, hizi huduma na zenyewe zinakubalika kabisa. Akaunti yako inakuwa salama, kwa sababu unapokuwa unamhudumia mteja hakupi password. Unachokifanya wewe, unamtumia followers kwenye akaunti yake, wanakuwa na unfollow, basi kila kitu ni ligo, hamna kitu alamu, na hakuna madhara wala hakuna mtu anaweza kulalamikia kwa sababu, una una sababu. Sio biashara ya, ya kitapeli. Hii ni Uh, ni nzuri kwa mtu ambaye mfanya biashara ambaye anahitaji kuongeza followers wake kwenye account zake au ambaye anahitaji kuuza followers. Sasa mimi hapa nitakufundisha namna ambavyo unaweza ukawa unauza followers kwa watu wengine. Kwa hiyo ili uweze kuuza followers kwa kwa sana, unachokihitaji unakuwa ni sawa na yule mtu ambaye anaenda China ananunua nguo kama hapati uh, faida lakini anakuwa amepata faida zaidi ya mara elfu moja kwa hiyo na upande wa followers iko hivyo. Kwa hiyo unachotakiwa kuwa nacho, unakuwa unatakiwa we na website kama hii hapa ya victoriaboost.shop. Hii hapa ni website ambayo, kwa hiyo unahitaji kuwa na website kama hii ya victoriaboost.shop, ambayo unakuwa wewe, kama unauza followers, unakuwa na website, unapatia watu wako, watu wanakuwa wanajiunga, wakishajiunga wanakuwa wanajiunga hapa Mtu akisha jiunga huyo mteja wako akisha jiunga hapa, inakuwa ni rahisi kutengeneza kuweza kutengeneza aa, kutengeneza kutengeneza kutengeneza followers kuweza kuweka followers kwenye akaunti zake. Kwa hiyo hii ni website ambayo unatakiwa uenayo, uwe nayo wewe kama mtu ambaye unahitaji kufanya biashara kuuza followers. Website hii inakuwa inafanya kazi masaa ishirini na manne hii website uzuri wake, order zinakuwa zinaingia zenyewe, mtu anajiunga anaweka order Bei, mwenyewe, mimi shilingi ngapi? Unakuwa wewe mwenyewe unaweza ukaamua kwamba mimi nitauza kwa elfu kumi, nitauza kwa elfu nane, nitauza kwa shilingi ngapi? Unakuwa unaamua wewe mwenyewe bei unazozitaka. Ah, kitu kingine cha muhimu ni hakuna haja ya kupokea simu za wateja. Mteja akiingia humo kwenye website anakuwa anachagua mwenyewe kiwango cha followers anachotaka. Kwa hiyo kazi yako ni kuwapatia wateja hii website, wanajiunga humo basi. Kwa hiyo ni kama duka lako la online unakuwa unauza followers, unauza tu followers basi. Watu wengine wanakuwa wanafuatilia au wanakuwa um, wanajiunga kwenye website yako wananunua followers kwao. Unachohitaji ni vitu vichache, s sio lazima uwe na uzoefu wa kutumia labda kompyuta au nini au sim. Unachohitaji tu ni simu yako hiyo au laptop. Kingine unachohitaji ni kwamba unakuwa unatumia labda matangazo au unatengeneza content au unatuma kwenye magrupu kwa wale wafanya biashara ili waweze kuongeza followers kupitia website yako. Kwa hiyo watu wanakuwa wateja, wanakuja wenyewe na pesa inaanza kuingia kupitia hiyo website. Kwa hiyo hii ni side hustle ambayo unaweza ukaifanya, ambayo haina gharama zozote. Kwa hiyo hii ni website ambayo unakuwa na kazi yako tu ni kuitangaza na watu wanakuja umo kunua followers kwa hiyo, unachotakiwa ni kutengeneza website hii. Ni rahisi sana kuitumia website, haina gharama na uh, yes unaweza ukanicheki mimi kwa namba 0693 880 325 nikakutengenezea website ambayo hii website uzuri wake ni kwamba website za kuuza followers ni hazina ile ada ya kila mwezi au ya kila mwaka hamna zile mambo si ya kulipia hosting. Kwa wanaojua mambo ya website, hii ni website mara moja tu ambayo unakuwa una login, unaangalia kinachofanyika, unaangalia hela yako iliyoingia, unaangalia faida, unaangalia oda za wateja wako, umemaliza kwa wow. Hiyo hii inakuwa ni kama mashine yako ya kutengeneza pesa, hii website ambayo ni kama mashine yako ya kutengeneza pesa, mtu anapoingia au anaingia ana TikTok TikTok followers TikTok followers anachagua, uh, hapa. Yes, akisha chagua hapa anaweka order. Order akiweka order, basi anakuwa amemaliza. Kwa hiyo kama unahitaji nikuelekeze kila kitu, unaweza ukatuma ujumbe WhatsApp kupitia hii namba 0693880325 0693880325 Nitakuelekeza kila kitu, jinsi ya kuuza followers uh, sehemu ya kununua followers kwa bei ndogo au kwa bei ya jumla, jinsi ya kupata wateja wa kununua followers uh, nitakuonesha na nitakuweka kwenye community yangu, kwenye timu yangu ambayo kuna wenzangu ambao wanauza followers, wanatengeneza zaidi ya milioni kwa mwezi tu kwa hii biashara ya, uh, ya kuuza followers. Nimekupatia hiyo siri. Kwa hiyo ni muda wako au ni maamuzi yako kuchukua hatua. Nitumie ujumbe wa WhatsApp, ni kuoneshe namna ambavyo utaweza kufanya hii biashara ya kuuza followers. Mimi nitakachokusaidia, nitakuonesha hii biashara inavyoenda, nitakuonesha business model inavyoenda, nitakuonesha jinsi ya kuuza followers, nitakuonesha sehemu ya kuuza followers, pia nitakutengenezea website ambayo utakuwa unaitumia kuuza au followers kwa sababu, ili uaminike ni muhimu au ni vizuri uwe na website ambayo itakuwa inakusaidia kukusanya wateja wako na kuweza kuwa control. Kwa hiyo unachohitaji ni laptop au kama una simu peke yake inatosha. Simu au laptop, vyote tu, simu au computer, utaweza kuwa na biashara yako, saidiaso yako ambayo inaweza ikakusaidia au kaingiza hela said ambayo ni ya kuuza followers, haihitaji nguvu, haihitaji utumie nguvu kubwa, ni muda mchache tu, inakuwa yenyewe, naji automate yenyewe. Kwa hiyo, hivyo ni vitu vya msingi sana katika hii biashara ya kuuza followers, ambayo unatakiwa uifanye, uanze leo. Nimekuonesha hapo kila kitu, sawa, kunitafuta WhatsApp, pia unaweza uka like na kusubscribe kwenye page yetu, ili uweze kupata updates nyingine.